Katika vyombo vya habari e, na mitandao ya kijamii e, kuna taarifa kuwa kuna kikao cha baraza kuu la uongozi la taifa kesho Jumanne, 24 Septemba 2016, ofisi za Vuga, Zanzibar. Taarifa hizo si za kweli. Hakuna kikao halali cha kamati ya utendaji ya taifa kilichokaa kuandaa kikao cha baraza kuu Hivi sasa katibu mkuu wa chama chetu ni Maalim Sefu Sharif Ahmadi ambaye yuko nje ya nchi. Kufuatana na katiba ya Kafu, mtu anayemfata kwa mamlaka ya kiutendaji ni katibu mkuu, ni naibu katibu mkuu wa Tanzania Bara. Katiba yetu inaeleza kifungu cha tisini na tano tatu naibu katibu mkuu anayemfuata katibu mkuu kwa madaraka ni yule anayetoka upande tofauti wa jamhuri ya muungano wa upande anaotoka katibu mkuu. Katibu mkuu wetu anatoka Zanzibar, naibu katibu mkuu wa Tanzania bara ndiye ambaye anayemfuata kimamlaka na kimadaraka katibu mkuu, na wakati katibu mkuu akiwa nje ya nchi, mtu ambaye anashika mamlaka ya katibu mkuu ni naibu katibu mkuu wa Tanzania bara kufuatana na katiba ya chama cha CUF. Sasa naibu katibu mkuu amenifahamisha kwamba yeye hajaandaa na hana taarifa ya kikao chochote cha kamati ya utendaji kilichofanyika Zanzibar. Mtu ambaye anapaswa kuandaa kikao cha kamati ya utendaji ni katibu mkuu, na kama katibu mkuu hayupo, anayemfuata kimamlaka ni naibu katibu mkuu Tanzania bara, Mama Magdalena Sakaya hana taarifa ya kikao chochote cha kamati ya utendaji kilichofanyika Zanzibar, na kwa taarifa alizonazo, wajumbe wa kamati ya utendaji kutoka bara hawakuwa Zanzibar wakati wa kamati ya utendaji inayosemekana imekutana Zanzibar. Wajumbe wa kamati ya utendaji ni kama vile Abdul Kambaya, naibu katibu naibu mkurugenzi, na Mketo, e, naibu, naibu mkurugenzi e, wa habari na uenezi, Mheshimiwa Mketo, naibu naibu mkurugenzi wa mambo ya ya ya uchaguzi, Mheshimiwa Bashange ambaye ni ni ni mkurugenzi wa fedha, Abdalla Mtolea ambaye ni naibu mkurugenzi wa mambo ya nje na na na mama Kulthumu ambaye ni naibu ni mkurugenzi wa haki za binadamu. Kwa taarifa tulizonazo alizonazo naibu katibu mkuu ambaye ndiyo hivi sasa anakaimu nafasi ya kuwa katibu mkuu wa chama cha CUF, hawa wote hawakuwepo Zanzibar. Kwa hiyo kamati ya utendaji haiwezi kuwa imefanyika, wakati mtu ambaye kimamlaka kufuatana na katiba ya CUF anapaswa kuwa ndio anayekaimu nafasi ya katibu mkuu. Kwa hiyo tunatoa wito kupitia vyombo vya habari kwa wajumbe wote wa baraza kuu la uongozi la taifa wa Tanzania bara na Zanzibar, hakuna kikao rasmi cha baraza kuu la uongozi la taifa ambacho kitafanyika kesho Zanzibar. Kikao hicho hakuna, naibu katibu mkuu hana taarifa nacho, na yeye ndiyo mwenye mamlaka ya kukiandaa.